Sasa tugeukie michezo na mwenzangu Bruce Amani yuko hapa studioni, pamoja na amekutupasha uh, ambayo amejitokeza huku na kule viwanjani na tuanzie mm -hmm. huko Dar es Salaam ambapo mshindi wa ligi kuu ya kandanda Tanzania bara atajulikana Jumatano wiki hii mm -hmm. Watani wa jadi Yanga na Simba watashuka dimbani kuamua nani atakayetoroka na mwari kweli <laughs> kabisa. Uh, kwa, mkapa, hapatoshi. Hapatoshi, hapatoshi. Kwa sababu wajua hii mechi kati ya Yanga na Simba ndio huwa kubwa saidi, mm -hmm. eh, kubwa sana katika kalenda ya kandanda la Tanzania na mara hii nadhani hii ina umuhimu mkubwa sana, kwa sababu mshindi wa mechi hii ndie mm -hmm. atakayebeba kombe la msimu huu na ikizingatia kwamba vilabu vyote viwili vilishinda mwishoni mwa wiki mechi zao mm -hmm. Simba walipata bao moja kwa sifuri dhidi ya Kagera wakalamba sukari pale KMC Dar es Salaam mm -hmm. wakati Zanzibar Yanga mm -hmm. waliwafumua Eh, Dodoma jiji mabao matano kwa sifuri. Kumekuwa na mvutano sana, mechi inachezwa, mechi haichezwi, mechi inaahirishwa, <laughs> hatupeleki wachezaji, tunapeleka wachezaji, sasa wameamua sasa, mkutano ni, yaishe, ni, itakuwa ni mechi <laughs> mwisho wa msimu yataisha, na sasa hivi itachezwa hii mechi, sio kwamba eh, wachezaji wengine hawatapelekwa bado t... ukiangalia mitandaoni viongozi wa upande huu wanasema sasa Simba ni wanadai kwamba hawataki kucheza, lakini mechi itachezwa bila itachezwa shaka na ukiangalia jedwali mm -hmm. Yanga wanaongoza na pointi 79, Simba 78. Yanga wanahitaji sare tu mm -hmm. ili kubeba ubingwa wao wa nne mfululizo. Simba watahitaji pointi tatu ili mm -hmm. walirejeshe kombe pale Msimbazi, na itakuwa ni E, baada ya misimu mitatu kulikosa sakata hili la wekundu wa Msimbazi Simba, hmm. na Yanga tumepanga kiasi mara mbili <laughs> kuwa na mjadala maalum mpaka <laughs> tumewapigia simu wenzetu <laughs> wa Dar es Salaam kwamba washiriki, lakini hmm. imebidi tubadilishe kwa sababu ya yale ambayo yanaendelea uh, huko Mashariki ya Kati hmm. sasa hivi, haya tuvuke huko Kenya. Ndiyo, naona Kenya polisi ndio, Kenya polis mabingwa wapya e, wa, wamewashinda jenzi hawa <laughs> ndo mabingwa wapya sasa Deo. wa ligi Deo. ya premia huko Kenya baada ya mm -hmm. miaka kumi na moja klabu hili asisiwa mwaka wa elfu mbili na kumi na nne. Ndio, imekuwa ni safari ngumu sana kwao mm -hmm. lakini hatimaye uwekezaji wao umezaa matunda. Ni timu ambayo ina nidhamu ya hali ya juu mm -hmm. kazi nzuri wanayofanya lakini wamefanya uwekezaji mzuri sana sio katika wachezaji tu, lakini pia kwenye benchi la kiufundi na ni moja ya vilabu ambavyo vinaendeshwa kwa kiufundi zaidi. mm -hmm. na nadhani mafanikio yao yalianza kuonekana walipomchukua Etienne Ndairagije kocha mm -hmm. huyu kutokea Burundi ambaye alisaini kwa kwa kipindi kifupi cha miezi sita, lakini ameifanikisha kuipa ubingwa kwa hivyo Gor Mahia mara hii. mm-hmm. Wamambulia patupu. Haya, asante sana tuangalie sasa mashindano ya kombe la vilabu ambayo mm. e, yanaendelea huko Marekani na inavyoonekana, uh, timu za Amerika Kusini zinaonekana uh, zinafanya vizuri na <laughs> wao sio watalii kabisa katika mashindano haya. Haya, brusemani mm. mm. mm kweli hata mi nimeshangazwa sana na namna ambavyo timu hizi zinafanya. Amerika Kusini ina timu sita katika mashindano haya. Ndiyo. ukilinganisha na vilabu kumi na mbili kutokea Ulaya. Wajua, Ulaya vilabu vina utajiri mkubwa, fedha nyingi, lakini ukiangalia timu hizi zinajituma kweli, za Amerika Kusini na hasa kutokana na kwamba Uf, uf, uf, mashabiki ni wengi waliofika kule mm -hmm. kushangilia timu zao ikilinganishwa na mashabiki wa timu za Ulaya, sio wengi ambao wamesafiri kwenda kule Marekani. Licha ya kwamba tunaona katika e, miongoni mwa mashabiki wana tisheti za timu za Ulaya, lakini haimaanishi kwamba wametokea Ulaya, ni wa kule Marekani. Kwa hivyo nadhani kuna ushindani huo, lakini pia Ulaya msimu ulikuwa ni mrefu sana, mm -hmm. wachezaji wamechoka na pia mazingira ya joto, kwa hivyo ni mambo ambayo ni mapya kwao, kwa wachezaji wa mm -hmm. Ulaya mm -hmm. kule Marekani nadhani ndio baadhi ya tatizo e ambalo linafanya, na amepigiwa upatu sana, amepigiwa debe sana, yakaungwa mkono sana na Infantino. Kwa nini ni mapya haya? Ni, ni mapya bila shaka, lakini sasa hivi ukiangalia kama ilivyosema, udhuriaji ni mdogo katika baadhi ya mechi, kwa sababu baadhi ya timu ni hazina majina makubwa, hazina majina makubwa, mfano pengine kutoka Afrika hazina majina makubwa, kwa hivyo mm -hmm. zile mechi ambazo zina timu vigogo, mm -hmm. ndio mashabiki wengi Jitokeza. haya asante sana Bruce Samani kwa maelezo hayo mazuri kabisa kuhusu michezo